Katika ufukoni wa Mtwapa jijini Mombasa, maboti yameegeshwa. Ali Salem Zimbwe, mmoja wa wavuvi, anaelezea matokeo ya shughuli zao, haswa katika kipindi hiki cha mvua. Bahari iko rafu, zile waves ni kubwa, ndo huwa tunaenda paka kwa mlango, tunaangalia kama kuna pitika, ndo tunaenda kama kupitiki huwa tunarudi. Sasa tunapiga kama siku mbili tatu, bahari pengine iko juu, iko rafu, akuendeki na samaki pia wao zinapungua, wakati kama, pitika, kama kupitiki, sasa kama bahari kujua samaki zinapungua, ndio kwa leo hata tumeenda tumepata samaki wawili tu. Huu nilompata kwa net na ile mwingine mmshika kwa mshipi, ile fishing line e. Lakini high season, high season, huwa samaki ni nyingi sana, huwa tunavua tunapata hata kilo 200 kilo 300 kwa kila boti, lakini kwa sasa tunapata kama kilo 20 30 ama 15 na kwa boti watu watano ama watu sita e, sasa kidogo uko chini sana kwa kazi yetu kwa sasa huyu samaki anaitwa mtumbu wa dau huyu tunamshika kwa net. lakini ule mkubwa tumemshika kwa mshipi. Fishing line. Fishing line ni ile ya kuvuta kwa mkono ilo unabwaga kwa maji alafu huwa ina biting, ina biting. ndio samaki akiona ile biting anakula ndio akishikwa na hook ndio ninamvuta. huyu anatoka na 250 kwa kilo kwa mimi mvuvi ninauza 250. alafu hapo kwa soko anauza 350 sasa ina depend kwa siku naweza pata kama kilo 50 kama bahari iko sawa, lakini kama bahari iko mbaya kwa sasa naweza pata kama kilo kumi na tano, kilo kumi e. Naye mvuvi Barikale Baragashi anaeleza changamoto ya uvuvi wa mshipi baharini. Wakati mwingine unapokwenda kule baharini, kwanza wakati wa mvua kama huu huwa baharini ngumu, ndio watu wazungu wakaita low season unakwenda wakati mwingine unapata samaki mmoja, wakati wa mvua. Wakati mwingine unakosekewa, mvua inanyesha kwa wingi mpaka huku nchikavu, hukujui ni wapi, inabidi ubwage nanga ukae hapo mpaka mvua iwache, ndio upate nafasi ya kujia kwenda. Kwa hivyo upande wetu wa uvuvi sisi hapa afadhali, kuanzia mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu hapa kidogo huwa kuna afadhali afadhali, lakini kuanzia mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita, bahari yetu huwa inakuwa ngumu zaidi, alafu sisi afadhali, wengine ambao ni wavuvi wa kama wanyavu wanafadhali sisi, wavuvi wa mshipi. Mvuvi wa mshipi kama kumenyesha sana, kunaingia maji baridi, maji baridi sana hayawezi kuwa sawa na samaki. Kwa hivyo mpaka yale maji baridi pia yaje yapungue, yanapopungua maji baridi kidogo yake yale ya chumvi, ndio unaweza kupata samaki. Lakini haya maji baridi na samaki hawaelewani. Unaweza ukapata samaki leo lakini kwa sababu umekwenda we mwenyewe huna kifaa cha kuonyesha ulikuwa wapi, unafanya kugesi kwa kutumia akili zako na macho yako. Lakini kama una kifaa cha kurekodi pale mahali ukajua, ah mimi nilikuwa chamba fulani. Kuna kitu kinaitwa GPS, ni kitu kizuri zaidi, kinasaidia mvuvi, kinamuonyesha viamba na kina pia pale pale. Wakati kama unaona unakosekewa, unapotoka, na GPS ukienda na GPS, hata inakuregesha nyumbani lakini umeenda wewe macho makavu ndugu yangu, umekosekewa, mvua inanyesha, hujui kono ni wapi, utajisaidia vipi? Mwanasayansi Jafet Tembo anayehusika na masuala ya bahari na uvuvi anatoa mapendekezo ya namna ya kufanikisha uvuvi endelevu. Okay, ni kweli tabia nchi imeweza kuleta upotaji wa samaki, ukizingatia kwamba sahi uh, unapata labda joto limeweza kuongezeka Aa, wakati maji pia kuna mafuriko, so haya yote yamechangia kufanya yale mazalio ya samaki ambao kwa kimombo unaita corals yanaweza kubadilika rangi. So unapata coral kawaida inafaa kuwa na ile rangi yake ya, ma, ya maridadi sivyo? So hii inaonyesha urutubisho ama hali bora ya yale maeneo ya uzalisha za samaki lakini sababu ya mambo ya tabia nchi, uh, ile joto imeweza kubadilika, joto imeweza kupanda kwa juu inafanya ile rangi ya yale mazalia bahari ama matumbawe imeweza kubadilika. So hiyo ni njia moja imeweza kufanya hizi sehemu za kuzalia samaki zimeweza kubadilika. Katika kutenga zile sehemu ambazo zinaitwa co management areas ama maeneo tengefu, hiyo ni moja zile mbinu ambazo wavuvi wameweza kupendekezewa lakini mbinu hizi lazima wale wavuvi wenyewe kama jamii waweze kuzikubali. Kwa hivyo wanatenga sehemu hizi kuweza kusaidia kuboresha mazao ya wale samaki, kwa sababu kwa mfano kama watu wanavua samaki na zile neti ndogo na macho, wanavua samaki wote kabisa, lakini kama watakuwa na haya maeneo yametengwa kwa mfano muda wa miezi sita kwa mfano nikipia mfano zile maeneo za fish closure za wale octopus, ama kweza kule south coast, sehemu hizi si zimeweza kuweza kurejesha ile hali ya bahari ilivyokuwa sawa, kwa muda ili baada ule muda umeshafungwa, alafu amefungua wa wale samaki wameweza kuzaana pale, so kutakuwa na ule uwezo wa kuboresha ile hali ya uvuvi. Taasisi ya utafiti wa majini na uvuvi ya Kenya, Kemfri inataja mabadiliko ya tabia nchi na kutotekelezwa kwa tafiti mbalimbali kuhusu changamoto hii. Dr. Jacqueline Uko ni mtafiti mkuu katika shirika hilo. utafiti wetu unahusika, us, una na mambo ya bahari uh, mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika uh, bahari ikichafuka na inachafuka kwa uh, kama um, climate change ambayo tuna, tuna, tunaiongelea sana siku hizi uh, hali ya hewa ikibadilika, unakuta uh, ukiongea na wavuvi wanakuambia uh, samaki zimepotea. Kitu kimoja tumeona na uh, mabadiliko ya hali ya hewa ni temperature changes na hii na, na temperature zikienda juu uh, tunakuta uh, the environment au uh, nyumba za samaki zinaharibiwa kama coral reefs, zina bleach. Na kusipokuwa na corals hakuna nyumba za samaki, kwa hivyo unakuta samaki uh, zinaanza kupotea zina, zina, zinaanza kukufa kwa sababu hakuna chakula, hakuna maeneo ya ku ya malazo uh. Kwa hivyo ni kitu cha muhimu ambao tunaiangalia tuna kwa makini. Kiwango cha samaki baharini kinaendelea kupungua kwa sababu ya mahitaji kuwa makubwa.